Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 na akitokea hospitali ya jeshi Bubu, Bububu ambayo ilikuwa ni rufaa na alipokelewa kwa ajili ya matibabu uh, ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanyiwa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa, lakini katika kipindi cha tarehe uh, kumi na tano mpaka tarehe kumi na tisa mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi. E, hali iliyopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe kumi na tisa waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe ishirini yule mtoto alikuwa akafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali kuanzia ambulance kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam, akapokelewa na ambulance, na mpaka jana usiku tumezungumza na mama, alikuwa bado mtoto yuko theater anaendelea na matibabu hayo ya mkono. Sasa, malalamiko ya mwananchi tumeyasikia, ya wazazi na tumechukua eh, na tumeamua kuchukua hatua zifuatazo. Kwa kuwa haya ni mambo ya kitabibu sawa, na tumeamua kuelekeza mabaraza mawili: la kwanza baraza la wauguzi na wakunga Zanzibar, pili, baraza la madaktari kuhakikisha wanafanya uchunguzi ndani ya wiki mbili kwa kuanzia ili kubaini changamoto ni nini, na nini kifanyike, na hatua gani zimekiukwa za kitabibu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pili, wizara imeamua iende mbali zaidi, kuhakikisha tunawasimamisha kazi kupisha uchunguzi wauguzi wa zamu wawili waliokuwepo siku hiyo, na ndo ambao kwa kuanzia wanalalamikiwa na wazazi wa mtoto huyo. Asanteni.